Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Usianzishe biashara bila kutambua fursa za biashara unayotaka kuanzisha. Sasa utatambua vipi fursa ya kuanzisha biashara? Fursa ya kuanzisha biashara hujulikana baada ya kutafakari changamoto zinazowakabili wateja wa biashara. Video hii nitaeleza jinsi ya kuanzisha biashara kwa kutambua fursa inayotokana na bei za bidhaa. Sasa hebu tuangalie fursa zinazotokana na bei za bidhaa. Jambo la muhimu ni kujaribu kuona kama kuna fursa inayotokana na bei za bidhaa. Sasa basi utatambua vipi kama kuna fursa inayotokana na bei za bidhaa? Utatambua fursa inayotokana na bei za bidhaa kwa kuongea na wateja kuhusu changamoto wanayopata inayohusiana na bei za bidhaa. Sasa tuangalie changamoto za wateja wa bei za bidhaa. Fursa ya kufanya biashara inajulikana kwa kuangalia changamoto wanazokumbana nazo wateja kuhusiana na bei za bidhaa. Unachotakiwa kufanya ni kutafakari kwa makini bei za bidhaa katika eneo unaotaka kuanzisha biashara. Ufumbuzi wa changamoto ya bei za bidhaa ndio fursa kwako ya kuanzisha biashara. Baadhi ya sababu zinazosababisha bei ya bidhaa kuwa juu ni hizi zifuatazo. Kwanza ni kununua bidhaa kutoka kwa wauzaji wadogo wa, wa bidhaa za jumla. 2 ni kushindwa kudhibiti gharama za kuendesha biashara. Tatu, kushindwa kudhibiti gharama za kununua vifaa vya kufanyia biashara. Nne, kuwa na mtiririko mbaya wa fedha unaotokana na kuchukua mikopo ya biashara. Jambo la muhimu ni kutafakari jinsi unavyoweza kuanzisha biashara ambayo itakuwa na bidhaa za bei nafuu kuliko za washindani wako wa biashara. Sasa hebu tuangalie fursa za kufanya biashara zinazotokana na bei za bidhaa. Kama unataka kuanzisha biashara ya bidhaa ambazo zenye bei nafuu, inabidi ufanye mambo yafuatayo. Namba moja ni kununua bidhaa kutoka kwa mawakala wakubwa wa bidhaa. Unapofanya uamuzi wa kununua bidhaa zako kutoka kwa mawakala wakubwa wa, wa bidhaa, kuna uwezekano mkubwa ukapata bidhaa kwa bei rahisi, kwa sababu hawa mawakala wananunua bidhaa moja kwa moja kutoka aidha viwandani au kwa wahusika wakubwa wa, wa, wa bidhaa, na hivyo bei zao zinakuwa ni nafuu. Mbili, nunua bidhaa zako kutoka kwa wauzaji wa bidhaa wa jumla wakubwa. Iwapo unanunua bidhaa zako kutoka kwa wauzaji wa jumla ambao ni wakubwa, kuna uwezekano mkubwa ukapata bei za nafuu kwa sababu wao wana mahusiano ya karibu zaidi na watengenezaji wa bidhaa au viwanda vinavyohusika na utengenezaji wa bidhaa mbalimbali. Tatu ni kununua bidhaa moja kwa moja kutoka viwandani. Kama una mtaji wa kutosha, basi ni vizuri kununua bidhaa zako moja kwa moja kutoka viwandani kwa sababu utapewa bei ambayo ni ya chini au ni nafuu na hivyo inakupa wigo mkubwa wa kuweza kupanga bei za bidhaa zako ambapo zitawafurahisha wateja. Namba nne ni kufanya biashara kwa kudhibiti gharama za kuendesha biashara. Hakikisha kuwa gharama zako za kuendesha biashara zinakuwa za chini, kwa sababu kama zitakuwa ni za juu, hii inawezekana kabisa, inaweza kusababisha bei za bidhaa zako zitakuwa nazo ni za juu, kwa sababu wakati unapanga bei itabidi pia uangalie gharama za kuendesha biashara. Namba tano ni kufanya biashara kwa kudhibiti gharama za kununua vifaa mbalimbali. Unapofanya biashara jaribu kuwa mwangalifu wakati unanunua vifaa mbalimbali, kwa sababu usipokuwa mwangalifu inaweza ikasababisha mtiririko wa fedha wa biashara yako ukawa sio mzuri, na hivyo kujikuta unapandisha bei za vitu. Vifaa ambavyo unaweza inabidi uwe mwangalifu ni kama vile unanunua kompyuta au unanunua photocopies, au mashine za AC za kupoza upepo na kadhalika. Jaribu kuwa mwangalifu sana kwenye ununuzi wa vifaa mbalimbali. Sita, epuka kuchukua mikopo mikubwa kuliko uwezo wako wa kulipa. Kama utakuwa umechukua mikopo hapo sasa, utatakiwa ulipe mikopo, lakini pia ulipe riba. Sasa unaweza kukuta mtiririko wako wa fedha unakuwa sio mzuri na hatimaye unajikuta unapandisha bei za bidhaa zako ili kuweza kufidia hizo gharama za mikopo. Kwa hiyo epukana na swala la kuchukua mikopo ambayo inaweza ikakupa, eh, matatizo makubwa ya mtiririko wa fedha. Sasa hayo ni mambo sita ambayo nimeelezea na kama utakuwa mwangalifu kuyatekeleza kikamilifu. Kuna uwezekano mkubwa ukawapata fursa ya kuanzisha biashara kwa kutegemea masuala ya kuuza bidhaa zenye bei za chini na hivyo kuvutia wateja wengi. Kwa hiyo, jitahidi kuhakikisha kuwa unaepukana na hayo mambo ambayo nimeyazungumzia ili kusudi uweze kufanikiwa kupunguza bei za bidhaa na hivyo kuwa na uwezekano mkubwa wa kupata wateja wengi na biashara yako ikawa nzuri. Tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kutambua fursa za kuanzisha biashara inayotokana na bei za bidhaa ambazo ziko juu kuliko uwezo wa wateja. Naomba usubscribe huduma zetu, ili usipitwe kuona video zetu zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.